Lazima tulinde amani yetu, na yoyote anataka kutuondolea amani hii kwa vurugu, kwa maandamano, kwa kuchoma, kwa jambo lolote, tumweleze tu kwamba hatuko tayari kupoteza amani yetu kwa sababu yoyote iwayo. Viongozi sisi tuko wa karimu sana, kuanzia mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji mpaka mkuu wa wilaya. Ndio maana leo tumekutana hapa, tuna changamoto ya ya eneo letu la kilimo na mifugo, tumekubaliana tufanye hivi, na kama ikitokea changamoto nyingine yoyote, tunaweza kukaa kwa pamoja na tukakubaliana tukatatua changamoto zetu kwenye vikao na sio kwa ajili nyingine yoyote.